Kufuta leseni kwa wamiliki wa vituo vya mafuta walioamua wa kusitisha uuzaji wa mafuta kwa kile kinachodaiwa wanasubiri kuanza kutumika kwa bei mpya zitazojumuisha tozo ya shilingi hamsini kama ilivyotangazwa kwenye bajeti kuu ya serikali. Gilbert Joannes anakuja na taarifa zaidi. Jijini Dar es Salaam mafuta yamekuwa ni bidhaa adimu kwenye vituo vingi kutokana na kutopatikana na kuchangia usumbufu kwa wamiliki wa vyombo vya moto, kitu kinachoelezwa kuchangiwa na wamiliki kuficha mafuta wakisubiri bei mpya. Naibu Waziri wa Nishati na Madini Mwijage anasema serikali itafuta leseni kwa wamiliki wote ambao watabainika kufanya udanganyifu kwa kuficha mafuta na kujifanya hawana bidhaa hiyo. tulichokubaliana na EWURA washirikiane na polisi tunataka kujua ni magari gani yalipakia lini? Baada ya kupakia magari hayo, tujue yako wapi? Na kama nilivyozungumza, Eura anayo mamlaka Mheshimiwa, mheshimiwa waziri anayo mamlaka ambaye atataka kumfurahisha huyo aliyetumwa, kwa sababu huyo aliyetumwa ujumbe ametumwa huyo aliyewatuma. Sasa wewe uliyewatuma utakuwa umejificha uliko, lakini uliyewatuma sisi tutahakikisha kwamba tunawapatia adhabu, na adhabu ni kuwanyang'anya leseni. Wauzaji wa mafuta ya rejareja reja ndio wanaotajwa kuwa tatizo, lakini katibu wa chama hicho Tino Masi anaeleza ni kwa nini wamekosa mafuta. Zungumzia sosi ya mafuta ya huku kwetu kwenye vituo yanatoka kwenye depo, kwa hiyo wanachotakiwa kufanya, kazi kubwa ya ziada na ya kizalendo kabisa, eura ni kuhakikisha wanaweza kuwabana wauza mafuta ya jumla, wahakikisha wamefikisha mafuta kwenye vituo. Vituo vichache sana vinauza mafuta, na hapa tunakutana Muhamed Mselem, ambaye ni msimamizi wa kituo, anaeleza wao biashara wanafanya kama kawaida. tufahamu kama kuna kitu kama hicho, kwa sababu toka asubuhi leo sisi tunauza mafuta kama kawaida, na kama mwenyewe mnavyoona wateja bado wanaingia, tunaendelea kufanya biashara. Nadhani nadhani pengine zinaweza kuwa ni rumors tu hizo. Wenzangu wakigoma inakuwa ni neema kwangu, e, kufa kufana. Waathirika wa ukosefu wa mafuta haya ni wamiliki wa vyombo vya moto ambao mbele ya kamera ya Azam TV wanaeleza namna wanavyotaabika. Biashara mafuta hakuna Ingia sheli ya hapo f pale BP, Puma, mafuta hakuna, kahubiri zunguka hivi nje kuingia mafuta hapa sheli ya mapipa masumbua sana sma kwelikufika, ah, mafuta hamna. Wengine wameweka vibao kabisa husi kuingia kwenye sheli. Kwa hiyo lakini tunavyojua saa hizi kuna habari kwamba mafuta tapanda siku mbili tatu, kwa hiyo wale wao wameamua kureserve mafuta yao, wanasubiri mfumuko wabei, wa bei alafu ndo wayachie Hali hii imekuwa ni mwendelezo tu, kutokana na sababu za kibiashara na hata maslahi binafsi, ili hali mamlaka ya udhibiti wa nishati na madini EURA wakiwa wanatoa matamko ya mara kwa mara ya kufungia vituo vitakavyokiuka taratibu. Swali muhimu la kujiuliza ni je, wamiliki wa vituo hivi wamejuaje bei ya mafuta inashuka, ili hali swala hilo ni siri ya EURA. Gilbert Johannes, Azam TV